Tunavua buti ama hatuvui, tukutane saiti. Sasa huko nako kwenda watendaji wa serikali na taasisi kwenye ngazi ya mkoa, tukutane saiti, tukutane tukiwa tuna taarifa za kutosha, tukutane tukiwa tuna habari za miradi yetu. Lakini watendaji kata, safari hii watakwenda kutuambia kwenye kata zao sasa kuna nini. Kwa hiyo kila mtendaji wa kata hakikisha ameandaa taarifa ya kata yake. Tunavua buti, hatuvui, tukutane saiti. Kuanzia tarehe nne ya mwezi wa Disemba ambayo ni kesho, tunaanza tena upya. Kwa kifupi, tunakwenda kuanzia tulipoishia, tunaanza tena upya kufanya kazi ile kubwa ambayo wananchi wa mkoa wa Manyara wametutumwa na wanataka kuiona, na kampeni hii kwa sasa hivi tunadhani tutakuwa tunakwenda mwishoni sasa, lakini tumeipa tena jina lingine, tunaita, tunavua buti ama hatuvui, tukutane saiti. Maana yake ni kwamba kauli mbiu hii inatupa sisi watumishi uwajibikaji, inatupa sisi watumishi kuhakikisha kwamba tumefanya kile ambacho wananchi wametamani kukiona. Sasa ukiwa kama mtumishi, unapoenda kufanya kazi huko uh, kwa wananchi na kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho wanatarajia kutoka kwako, ni lazima uwe umetengeneza mkakati, mkakati. Kwa hiyo moja kati ya mikakati ambayo sisi tumetengeneza ni kuhakikisha kwamba tunasimama imara ili kuweza kutatua changamoto hizo, tunakwenda kukagua miradi katika sekta mbalimbali elimu, afya, maji, ujenzi, kilimo, miundombinu na hata mifugo. Lakini pia tunakwenda kusikiliza kero za wananchi, kutatua kero hizo. Lakini pamoja na hilo, nitakwenda kutoa maelekezo maalum ya watendaji juu ya shughuli gani ziendelee kufanyika katika maeneo na haswa taasisi husika. Kwa hiyo kwenye ziara hii tutakuwa pia tuna taasisi zote viongozi wa taasisi zote za umma viongozi wa taasisi zote za binafsi ambazo zinashughulika na masuala ya wananchi ndani ya mkoa wa Manyara, tutaambatana kwenye ziara hiyo kubwa ya kimkakati, lakini pia tutafanya ziara hiyo kama sehemu ya kuhamasisha uwajibikaji kwa, uwajibika kwa watendaji wote kuanzia ngazi za, ngazi za mitaa vijiji, mpaka hapa mkoani ambako tupo lakini pia tutafanya kazi hiyo kuhakikisha kama tunakwenda kuhamasisha ushirikiano na mahusiano mazuri kati ya wananchi na serikali yao, mahusiano mazuri kati ya watendaji kazi na wale ambao wanatakiwa kupokea huduma hizo, ambao kimsingi ni wananchi. Lakini pia tunakwenda kukagua matumizi ya fedha katika miradi mbalimbali. Fedha zimeendelea kuja na kuletwa kila siku kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali. Tutakwenda tuone fedha zile zimekwenda kama ambavyo zilivyotakiwa, zimefika kwa wananchi, zimekwenda kugusa miradi iliyotakiwa, lakini zimetekeleza yale ambayo ilikuwa ni kusudi la wananchi. Ndugu waandishi wa habari, ziara hii itahusu kata zote 142 za mkoa, na safari hii nataka niende kata kwa kata, kwa hakuna mradi ambao utakaonipita kwa sababu tutafika, tutakagua miradi ya kata husika na tutafanya mikutano ya hadhara kwenye kata husika bila kujali idadi ya watu utakaowakuta. Tukiwakuta watano, maanake ndio kwenye kata hiyo, tutaongea na hao watano kwenye kata hiyo, tutawasikiliza hao watano ambao kwetu ni muhimu sana. Tutahakikisha kwamba tumetengeneza tume na kutatua changamoto za hao watano kwenye kata husika. Sasa huko ninakokwenda, watendaji wa serikali na taasisi kwenye ngazi ya mkoa tukutane saiti, tukutane tukiwa tuna taarifa za kutosha, tukutane tukiwa tuna habari za miradi yetu. Lakini watendaji kata, safari hii watakwenda kutuambia kwenye kata zao sasa kuna nini, toka tukaone na wao pia huko wanafanya nini kwenye kata husika. Kwa hiyo kila mtendaji wa kata, hakikisha ameandaa taarifa ya kata yake. Lakini wananchi wapo, ambao mara nyingi huwa ni wasema kweli zaidi, watatuonyesha watuambie katika taarifa mliopewa hiki hakipo ama hiki kipo. Kwa hiyo watendaji kata wajipange vizuri huko, lakini pia tunaomba wananchi wajitokeze, wajitokeze kwenye mikutano ya hadhara huku kwenye ziara. Ukaguzi wa miradi ni, ni, ni kazi ya kitaalamu na watendaji, lakini tunapotangaza kwamba tutafanya mkutano wa hapa kwenye eneo hili, basi tukutane pale kwenye mkutano ili tuweze kuwasikia. Pamoja na hilo, mnafahamu huwa tuna kliniki hapa ya kutatua kile na changamoto mbalimbali. Ninakusanya hizo dokumenti zote naenda nazo kwenye kata huko huko. Kwa kazi zote zinazofanywa kwenye kata, itatusaidia sana kufanya kazi mbili au tatu kwa mara moja tukiwa tumekaa kule kule uh, site. Na nyinyi waandishi wa habari, kazi yenu ni kunisaidia na kusaidia serikali yenu ya mkoa kuhabarisha wananchi na kupeleka hizi taarifa kwa wananchi, lakini pia kuhabarisha ambavyo vinaendelea huko. Sasa tumeenda kufanya nini? tumekuta nini? Tunafahamu kwamba serikali ya mkoa wa Manyara imeendelea kufanya kazi kubwa sana na nzuri sana kwa wananchi na utatuzi wa kero umekuwa ni mkubwa sana. Ndugu zangu, naomba niwaambie kwamba mkoa utaendelea na kazi kubwa ya utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati pamoja na miradi ya kawaida ya halmashauri, lakini kama mnavyofahamu kwamba mabaraza ya madiwani pia nayo yamekusha anza na muda sio mrefu, yataingia kwenye mafunzo tayari kwa ajili ya kuanza kazi rasmi. Matarajio yetu ni kwamba watakwenda kufanya kazi nzuri, lakini matarajio yangu pia ni kwamba katika ziara hii na kampeni hii itakwenda kutusaidia kutuletea, moja, uelewa, lakini mbili, uwazi. Ndio maana nahitaji pia waandishi wa habari wawepo katika maeneo kadha wa kadha, lakini mbili, tutakwenda kuona matumizi bora ya, ya rasilimali pamoja na kasi ya utekelezaji wa miradi lakini pia na kasi ya utatuzi wa changamoto ambazo kimsingi mara zingine ndio zinakuwa kikwazo cha kupeleka maendeleo kwa wananchi. Ndugu zangu waandishi wa habari, kabla sijahitimisha taarifa yangu hii fupi sana ya leo, ningependa nitoe rai kwa makundi mbalimbali mbali ndani ya mkoa, makundi ya kijamii, wananchi wote wa mkoa wa Manyara lakini na taifa kwa ujumla, tuhakikishe kwamba tunaendelea kuiamini serikali yetu, lakini kulinda, kulinda na kudumisha usalama wa nchi yetu ni jukumu letu, na kulinda amani tulionao pia ni jukumu letu. Ndugu zangu waandishi wa habari, tunavua buti hatuvui, tukutane saiti.